Klabu hizi Yanga na Simba kwenye michuano ya ligi ya mabingwa, deni walilonalo kwa mashabiki ni kuingia nusu fainali na si robo fainali. Tena huenda ikawa hivyo kama ulivyozungumza, kwa sababu unajaribu kupima vitu, vitu vingi mm. Kauli yako inaonekana ina mantiki kwa kiasi fulani, kwa sababu ukijaribu kufanya ulinganifu na wapinzani ambao vilabu vyetu hivi vya Tanzania vinakutana nao ukiacha upande wa vilabu pia ukija kupima kwenye levo ya taifa kwa maana ya ligi ya ndani inazalisha kitu gani na ligi za wenzetu zinazalisha kitu gani. kwa mafanikio, kwanza, kwa upande wangu mimi, huwa sio mafanikio, ni hatua, kwa sababu kwenye mchezo wa mpira wa miguu naamini aliyefanikiwa ni yule ambaye amechukua kikombe. Football's got no second best. Kuwa mshindi wa pili kwenye mashindano sio mafanikio, ni hatua umeifikia, ila aliyefanikiwa ni yule ambaye kapata kapata medali ya ushindi, kwa maana ya bingwa. Ndo maana wazungu wakaja na kauli ambayo inasema football's got no second best. Tukikaa hapa tukiulizana, kuna baadhi ya vitu vinasahaulika kwa wepesi sana. Idi Mpoma, Jackson Yanangise, Omar Katanga na msikilizaji anayenisikiliza hapa, nikikuuliza Idi, mshindi wa pili wa ligi ya Tanzania bara mwaka 1997 alikuwa ni nani? Mshindi wa pili utatafuta kalkuleta, utatafuta kalkuleta, lakini nikikuuliza bingwa wa 97 utamtaja anatajika tu vizuri kiwepesi tu hmm. Ukiulizwa aliyekuwa bingwa kipindi mfumo wa mashindano ya Kafu umebadilika, ambapo simba walimtoa Zamalek msimu wa 23 hmm. kwa maana katika zile timu nane ambayo ilikuwa inahesabika ni katika grupu 8, ambayo kipindi dimpoma di anataja kwamba simba kaingia robo fainali 4 katika mashindano ya klabu bingwa hmm. katika mara 13 walizoshiriki alizoshiriki katika mashindano haya hmm. Hizo safari 13 mimi nilikuwa nawaza na ile 2023 ilikuwa ni robo finali mm, baada ya kumtoa Zamalek, kwa sababu ukihesabu ule mtiririko wa sasa hivi ulivyo na zile timu ambako simba alikuja kumtoa Zamalek, walimtoa wakaingia kucheza katika ile hatua ya top 8 ambazo zilikuwa ni timu nane mm. Kwa mfumo mama wa sasa hivi, zile timu nane ndio tunawatafuta wanne ambao wanaenda kucheza nusu finali mm. Kwenye wale wanne tunawatafuta wawili wa kwenda kucheza finali, finali. Ni vivyo hivyo kwa Yanga ilivyokuwa kwa 98 kwa sababu Yanga na wao waliingia wakabaki zi, katika zile timu za Afrika wali, zilikuwepo timu nane Yanga wakiwa miongoni mwao katika zile timu. Kwa hiyo ukija kuangalia, nafikiri kwa kauli yako kwa timu za Tanzania hmm. Tanzania bara kufika katika hatua nusu fainali watu wanaweza wakachinja majogoo na hmm. na, hmm. na wanakula pilau vizuri kwa sababu ukiangalia katika ukanda wa bara la Afrika katika timu zote ambazo ziko chini ya CAF Tanzania ni nchi ambayo ukija kwenye renki za kafu hmm. Tanzania ni nchi ambayo kama taifa ukiwa unajumuisha timu ya taifa tuko out of top 10 tuko nje hmm. Yazi, yazi, hmm. Yazi, yazi, ya zile kumi bora, lakini ukija upande hmm. wa ligi za ndani Tanzania sasa hivi inashika nafasi ya tano, hmm. Misri, Algeria, hmm. Moroko, Tunisia, Afrika Kusini, Tanzania, Tanzania. Mpaka hapo unaona kumbe kuna vigogo wanne ambao wako mbele yangu hmm. katika yale zile, zile, mataifa manne vigogo ambayo yana ligi bora kuliko ligi ya Tanzania, unaangalia wanatoa wawakilishi wa kina nani? Ukienda pale Misri unamkuta Zamalek, unamkuta National Al-Ahly, utamkuta Pyramids ambao tunasema Uh, kigogo mpya ambaye anajipambanua sasa hivi katika mpira wa Afrika. Mm. Ukienda Tunisi ambao wanaonekana pia na wao wako juu kwa ubora kwa ligi ya Tanzania, mm, utawakuta Club Africain, unawakuta Sfaxien, unawakuta Esperance de Tunis, mm. Una mm. Una mm. Etoile Sahel. Unaona? Mm. Ukienda Morocco unakuta kuna timu nyingi ambazo ukiwa unazitaja kwa status wame wamefanikiwa wa zaidi katika mpira wa Afrika kuliko zilivyo timu za ukanda wa Afrika Mashariki, mm, lakini pia ukijumuisha na Tanzania ikiwemo ndani kwa maana ya wawakilishi ambao wamekuwakilisha taifa letu mara kwa mara unawataja Simba na Yanga.